Amina. Watumishi wa Mungu, Mungu awabariki sana. Tunaendelea, ukisoma Petro tatu, tatu, wa kwanza tatu na Timotheo wa kwanza mbili, tisa utaona Mungu anazungumza kwa habari ya mwanamke kusuka au uh, kujipamba kwa vitu feki, haitakiwi, haimpendezi Mungu kabisa kabisa, haitakiwi na haimpendezi Mungu. Uh, kama unavyoniona hapa, sijawahi toka Mungu aliponichukua kanionyesha ushuhuda, sijawahi kusuka tena. Nilikata nywele zangu kabisa, zile zote ambazo zilikuwa zina madawa zina manii chemical, nikatoa zikabaki naturally. Ah, nilivyokaa, baada ya muda nikawa naenda kuzinyoa saluni. Kumbe nikienda kunyoa, nashangaa amenipishanisha nywele huku na huku, mara zimetoka ndefu, mara zimetoka fupi. Nikawaambia wanipunguze. Baada ya muda nikasikia roho Mungu ndani yangu, yani nasema ngoja niache, labda nitulie, nizione zitakuwa zitafika wapi hatimaye zimekuwa zenyewe automatic, sijawahi kuzisuka hata mabutu, hata ile kufunga, sijui uzi huku huku, sijawahi kama unavyoniona hapa. Nimetoka kuziosha baada ya kuziosha nikafunga kikamba cha sweta, nimefunga hapa nikakisogeza, nimefunga hapa nikakivuta, kikaa hivi, ili zikauke, zika za hapa zikauke na za hapa kwao. Baada ya muda zinakauka, zinakaa peke yake na chana hivi na paka mafuta ya nazi kwenye ngozi, zinakaa vizuri kabisa na zinanyoka, na chana na chano langu la plastiki. Hizi hapo sijawahi kusuka wala hata kusema nichukue uzi nitengeneze tuta tuta hapa, sijawahi. Kama unavyoziona zimenyoka, sijabodrai jamani, sijabodrai.